Like, share na kucomment. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa tusimame. Tuombe. Mungu Mwenyezi Baba wa rehema, umetujalia neema hii kukusanyika hapa katika viwanja hivi kwa lengo la kukushukuru kukutukuza katika roho na kweli. Hakika Mungu umekuwa msaada kwetu sisi kuonekana jinsi tulivyo. Tunakushukuru kwa neema hiyo, na tunakuomba kwa neema hiyo uendelee kuwa pamoja nasi Kristo Yesu Bwana na Mwokozi wetu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu zangu wapendwa. Neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu na kwa bwana wetu Yesu Kristo. Tunapolitafakari neno lake siku hii ambayo ni mahususi kwa ajili ya shukrani, nimechagua kumshukuru Mungu kwa kusoma neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika walaka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa kumi a. Walaka wa Paulo mtume wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 15 mstari wa kumi a. Neno la Mungu linasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Neno la Mungu. Tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Ndugu zangu wapendwa, Walaka huu Paulo Mtume analiandikia kanisa la Korinto kwa Wakristo walioishi Korinto. Ni kipindi ambacho kilikuwa kigumu kwa Paulo Mtume kuaminika na kukubaliwa kuwa sehemu ya waamini kwa sababu alilitesa na kulihudhi kanisa. Lakini katika hayo yote aliyoyafanya, alisema ni kwa neema tu mimi nimekuwa hivi nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, neno hili linapata uzito wa kipekee nilipolisoma na kulitafakari, hasa katika safari hii ya mwito mtakatifu. nikikumbuka nikiwa mdogo nilikuwa nikitoka kanisani Lukajange, nilipenda kuwaigiza viongozi wa ibada ambao walikuwa wakiongoza ibada. Kwa nikifika nyumbani, pamoja na wadogo zangu na kaka yangu ninayemfuata, kwa sababu ndio tumekuwa kwenye mazingira ya karibu, nilizoea kujifunga mashuka na kuigiza ibada alichokuwa akifanya mwongoza ibada. Wao wengine wakawa ni kwaya ya ufunuo kipindi hicho. Kaka yangu alikuwa anaigiza kama katibu e. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba ndoto niliyokuwa nayo ningali mtoto kwa neema ya Mungu ameifanikisha. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu, katika kila hatua nimeuona mkono wa Bwana katika kusoma katika kukua kwangu na malezi niliyoyapokea kutoka kwa wazazi, viongozi wa kanisa, kwa kweli nimeuona mkono wa Bwana kwa unyenyekevu mkubwa. Kwa kweli, si kwa nguvu zangu, si kwa hekima yangu, wala si kwa uweza wangu, bali ni neema ya Mungu imenifikisha hapa nilipo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kama ambavyo mtume Paulo anasema, anashuhudia kanisa la Korinto jinsi alivyolitabisha, na katika kuongoka kwake alikuwa safarini kwenda Damaski kwa kuliudhi na kuendelea kuliudhi kanisa la Mungu, lakini akiwa safarini akapokea akakutana na Bwana akaujiana naye, kwa nini waniudhi? Kwa nini waliudhi kanisa langu? Lakini hayo yote anayaacha pembeni, aliyoyaudhi, anakubali kutumikia wito aliyoitiwa. wakati ninaandika barua ya kwenda kusoma nilimwambia baba yangu nilipomaliza kidato cha nne kwamba nataka kwenda kusoma uchungaji. Nakumbuka alichoniambia, kwanza uchungaji hausomewi kabisa. Aliniambia uchungaji hausomewi, kaniambia nenda advance ukasome, kimaliza kama bado una wito taona. Basi nikaenda, nilipomaliza nikapanga kusoma sheria ama sayansi ya siasa lakini, siku moja, nipo damka asubuhi, nikamwambia mzee, mi mzee, nataka kusoma uchungaji. Akaniambia tena, uchungaji usomewi, lakini kama unataka kwenda kusoma andika barua. Kwa kweli, nikaandika barua, nikafuata mchakato, nikaenda Bible school. Nilivyompendeza Mungu, mwaka wa ishirini ishirini mwishoni nikaenda Makumila. Kwa hiyo katika hatua hizo zote nimeuona mkono wa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, kwa neema ya Mungu niliupokea wito na kwa neema ya Mungu nikaendelea kuupalilia wito niliyopokea. Kwa neema hiyo hiyo nikavumilia na kuvuka vikwazo vingi lakini kwa neema hiyo hiyo nilipokea ujuzi mbalimbali, nikalelewa kiroho, kwa neema ya Mungu nikamaliza masomo. Lakini sana na kipekee kwa neema hiyo hiyo iliyoniongoza, ilimpendeza Mungu kwamba jana nibarikiwe na kuwa mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania katika dayosisi yetu pendwa ya Karagwe kama mchungaji wa mia moja kwa walio hai na mia moja kumi na mbili kwa walio hai na waliokufa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa neema hiyo aliyonijalia. Ndugu zangu, zaidi ya yote ninamshukuru Mungu kwa neema hiyo, mimi kuonekana hivi nilivyo. Ndugu zangu, katika neno hili ambalo nimelisoma kama ambavyo mtume Paulo alikuwa akiliongea kanisa la Korinto, ndugu zangu, mimi na wewe tuliosimama hapa, tulioketi, kwa kweli sisi kuonekana jinsi tulivyo ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wapo wengi ambao hawawezi, wamelazwa hospitalini. Wapo wengi ambao hawawezi, wanapumua kwa kutumia usaidizi wa vifaa maalumu. Wapo wengine walitamani kuwa pamoja nasi lakini hawajaweza, lakini kwa neema hiyo ya Mungu aliyotujalia mimi na wewe tunaonekana jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu wapendwa, tuendelee kumwomba Mungu kwamba atusaidie katika mapito tunayoyapitia katika maisha yetu hapa duniani, changamoto tunazozipitia katika huduma, katika vituo vya kazi tulivyopo, aidha kwa kuajiliwa ama kwa kujiajiri wewe mwenyewe. Tuendelee kuomba Mungu atusaidie kwa neema hiyo, ili neema hiyo ikatutunze, ikatuongoze, ili kwa kupata, kwa kukosa, kwa majuto na kwa furaha neno la Mungu liendelee kuwa faraja kwetu, lakini yeye mwenyewe aendelee kutuimarisha na daima tukaseme kwamba Mungu atabaki kuwa Mungu, haijalishi ni katika mapito gani tunapitia, lakini Mungu abaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, niwashukuru kwa kufika katika ibada hii ya shukrani. mmetenga muda wenu mkatoka sehemu mbalimbali kuja kuungana pamoja na familia, lakini kipekee mimi, ambao wengine huenda walikuwa wanifahamu, wengine labda tulikuwa tumaye kupishana njiani tiaka kasiga zinaka ankai maswali mengi, ndio nikisema ni mtoto wa kamelasanrumuijukuru sawa. Kila mmoja alikuwa na mtizamo wake, lakini wengine wamekutanika hapa waliofika kwa sababu ya ndugu zangu, waliofika kwa sababu ya kanisa, waliofika kwa sababu ya wabarikiwa wenzangu ili kufika hapa kuniona, kwa kweli nawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu wapendwa. Kwa neema nimekuwa hivi nilivyo. Yeye ni mwema na mwaminifu kwangu kila siku na kila wakati. Hata hivyo ninainua sauti yangu kumshukuru Mungu, nikiahidi kuendelea kumtegemea, kuitegemea hiyo neema aliyonijalia, na ninaamini kwamba kwa neema hiyo ataendelea kunitunza katika huduma nikijua kwamba neema hiyo aliyonifunulia ataendelea kunisaidia katika safari hii ya utume kama mchungaji wa kundi lake. Basi Mungu atubariki sana. Mungu atusaidie ili kwa neema hii tuendelee kumtukuza na kulisifu jina lake leo na siku zote. Amina. Neno la Mungu. ELCT Karagwe Diocese channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.